serikali ya cuba imesema kuwa vikwazo vilivyowekwa na marekani dhidi ya taifa hilo ni kinyume cha sheria za kimataifa na katiba ya umoja mataifa yani UN Charter na vinaathiri kwa kiasi kikubwa haki za wacuba kuishi kwa amani kujiendeleza na kujitawala kwa mujibu wa taarifa rasmi ya serikali ya cuba vikwazo hivyo vimegeuka kuwa kitendo cha kinyama kinachofanana na mauaji ya kimbari kutokana na madhara yake makubwa kwa sekta zote muhimu za uchumi na kijamii taarifa hiyo imeeleza kuwa kuanzia machi mosi mwaka elfu mbili na

Hadi Februari 28 mwaka 2025 Cuba imepoteza takribani dola bilioni 7.5 kutokana na athari za vikwazo hivyo. Kwa wastani, taifa hilo hupoteza zaidi ya dola milioni 629 kila mwezi, sawa na zaidi ya dola milioni 20 kwa siku au dola 862,000 kila saa. Tangu vikwazo hivyo vianze zaidi ya miongo sita iliyopita, Cuba imeathirika kwa jumla zaidi ya dola bilioni 170 huku gharama hadisi ziki zaidi zimefikia zaidi ya dola trilioni mbili nukta moja kulingana na thamani ya dhahabu. Sekta ya afya ndiyo imeathirika zaidi na vikwazo hivyo visivyo halali. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Cuba, asilimia sitini na tisa dawa muhimu zimepotea sokoni kutokana na vikwazo. Kampuni za Marekani na zile zenye zaidi ya asilimia kumi ya bidhaa zenye asili ya Marekani zimezuiliwa kuiuzia Cuba vifaa vya tiba, mashine na dawa. Hali hii imesababisha wagonjwa zaidi ya 1094 kusubiri upasuaji wa kiwemo watoto na wagonjwa wa saratani. Kampuni kubwa kama Baxter Healthcare na Drake Wilco zimekataa kuuza vifaa vya tiba kwa Cuba, kutokana na hofu ya kuadhibiwa na Marekani. Taarifa inaonyesha sekta ya afya pekee ilipoteza zaidi ya dola milioni 288 kati ya Machi mwaka 2024 na Februari mwaka 2025. Kwa upande wa sekta ya nishati, taarifa zinaonyesha hasara zaidi ya dola milioni 496 katika kipindi cha mwaka mmoja. Shirika la umeme la taifa la Cuba limeripoti hasara zaidi ya dola milioni 279 kutokana na kushindwa kupata mafuta, vipuri na mitambo muhimu. Kutokana na vikwazo, uzalishaji wa mafuta ghafi nchini Cuba ulipungua kwa tani lita 138,000 na sasa taifa hilo huzalisha takriban mapipa 40 kwa siku sawa na theluthi moja tu ya mahitaji yake ya kitaifa. Kiwanda cha umeme cha Ernesto Che Guevara kimekwama Tangu Januari mwaka 2024 kutokana na kukosa vipuri baada ya kampuni ya Italia kununuliwa na kampuni ya Marekani inayotii vikwazo vya OFAC. Sekta nyingine zilizokumbwa na madhara kutokana na vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba ni pamoja na sekta ya mawasiliano na teknolojia ambayo inapata hasara zaidi ya dola milioni 78; viwanda, hasara dola milioni 51; ujenzi, takribani dola milioni 162 zimepotea kutokana na vikwazo; na usafiri, sekta hiyo ikiathirika kwa zaidi ya dola milioni 353, hasa kutokana na ukosefu wa vipuri na mafuta. Ripoti inaeleza hata zaidi kuwa vikwazo hivyo vimezuia Cuba kununua dawa za saikolojia, dawa za moyo na neva pamoja na chakula cha watoto wenye matatizo ya kijenetiki. Kwa mfano, fedha zinazopotea katika dakika kumi pekee chini ya vikwazo hivyo ni sawa na gharama kununua vifaa tiba kama pamba, sindano, ncha za mishipa na vifaa vya maabara kwa mwaka mzima. Vikwazo hivyo pia vimeathiri programu za elimu maalum, miradi ya nishati mbadala na upatikanaji wa chakula kwa familia maskini wakati wa kikao cha 80 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa viongozi 47 wa dunia walitoa wito wa kufutwa kwa vikwazo dhidi ya Cuba, huku 23 kati yao wakipinga hatua ya Marekani kuiweka Cuba katika orodha ya wa wadhamini wa ugaidi. Potovu dhidi ya Cuba pia zililaaniwa katika mikutano ya kimataifa kama vile mkutano wa 19 wa harakati ya kutukua na ufungamano, yani NAM, mkutano wa tatu wa Summit, mkutano wa 38 wa Umoja wa Afrika AU, mkutano wa 8 wa jumuiya ya CELAC, mkutano 23, muungano wa Alba TCP, kikao cha 47 cha CARICOM, na mkutano 48 wa mawaziri wa G77 na China. Jumla zaidi ya matamko 2000 ya kimataifa yamepitishwa kupinga vikwazo hivyo, huku taarifa 1700 zikipinga kuiweka Cuba kwenye orodha nchi inayofadhili ugaidi. Serikali ya Cuba inasisitiza kwamba si matatizo yote ya nchi hiyo yanatokana na vikwazo, lakini ukweli ni kwamba sera hiyo ndiyo kikwazo kikuu cha maendeleo na ustawi kwa taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vikwazo hivi si vya kisiasa, ni uhalisia unaoumiza, ni sera ya kibinadamu inayoua, inayowanyima watu haki ya afya, elimu na maendeleo. Cuba imeendelea kuitaka jumuia ya kimataifa kusimama pamoja kupinga vikwazo hivyo ambavyo vimegeuka kuwa silaha dhidi ya maisha ya watu na kikwazo kikubwa katika juhudi za kujenga uchumi huru na wenye ustadi kwa raia wake.